makuzi ya watoto lakini maendeleo yao kielimu, kiafya, hata kiuchumi pia. Na kauli mbiu, maadhimisho ya mwaka huu yana kauli mbiu ya siku ya familia yanasema, mtoto ni malezi. Mtoto ni malezi, msingi lakini pia ni msingi wa familia na taifa bora. Mtoto ni malezi. Yaani, mtoto ili awe mtoto mzuri anatakiwa alelewe, lakini akishalelewa vizuri atakuwa ni msingi wa familia na taifa bora au taifa imara. Kwa hiyo ina maana tukiwa na mtoto ambaye hajalelewa vizuri, hana maadili mazuri, sio mwadilifu, hatutakuwa na familia imara, na vilevile, amina, hatutakuwa na familia bora na hatutakuwa na taifa imara. Kwa hiyo kauli mbiu inatutaka sisi tuwajibike kwenye malezi. Wazazi na walezi, tuwajibike kwenye malezi ya watoto. Ukiangalia hapa Chunya kuna changamoto, mwalimu ataeleza hapa na hiki kipengele chake, watoto hawaendi shule, wanacha shule, wanaenda machimboni, lakini kuna swala lingine la malezi. Wazazi sasa hivi hatuna muda wa kuzungumza na watoto, hatuna muda wa kukaa na kuzungumza na watoto. Mtoto atajijua mwenyewe atapambana na hali yake. Kulingana na, na hii kauli mbiu, mimi nitoe wito, niwaombe wazazi, niombe walezi. Maana tuna wazazi waliozaa watoto wanawalea wenyewe, lakini kuna mtu anamlea mtoto wa ndugu yake, analea mjukuu, si ndio? Wapo hao watu. Kwa hiyo wote tuna wajibu wa kuwalea hawa watoto, kuwafundisha maadili, tuwapeleke hata tuwaelekeze waende kanisani kwenye imani za dini mbalimbali. Wakifika kule watapata mafundisho fulani ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Lakini tutumie tutumie njia zote. Sisi wazazi tutumie tufanye kwa nafasi yetu, viongozi wa dini wafanye kwa nafasi yao na sisi wote tuendelee kupambana. Zamani mimi wakati nakuwa kulikuwa na kitu kinaitwa malezi ya pamoja. Malezi ya pamoja. Yaani tunalea watoto kwenye jamii kwa pamoja. Mimi nilikuwa nikikosea. Mama wa jirani amenikuta amenitandika. Naenda nyumbani nalia, ntaulizwa, unalia nini? Aa, mama fulani, mama Joyce amenipiga. Kwa nini? Nachukuliwa tena natandikwa tena. Lakini leo hii ukifanya hivyo, awe ni mwalimu au mzazi, atatukanwa, atafungiwa kibwebwe. Mimi kesho nitakuja kukuambia nimemwona mtoto wako anafanya kitu kibaya, siwezi. Kwa hiyo dhana ya malezi ya pamoja haipo. Sasa tunaleaje hawa watoto? Tunawaleaje? Na watoto wasipolelewa vizuri, hatutakuwa na taifa zuri. Mimi ninaona akina mama mliofunga safari kuleta hapa kuleta watoto wenu au kuleta mimba yako au kuleta afya yako, na kuona kama mtu uliye na upendo mkubwa katika Tanzania hii. Sasa jamani, kwa sasa, sasa kati ya walimu, tunaomba mtupe nini? Ushirikiano. Tunaomba nini? Ushirikiano. Ukimpeleka mtoto shule, unazikana mtoto yule ana tatizo moja mbili tatu kati, katika kuzaliwa kwake, labda amezaliwa njiti au amezaliwa mlemavu au ana tatizo fulani. Ukimpeleka kwa mwalimu mkuu, unamwambia mwalimu mwa, jamani, nimekuleta mtoto, mtoto una nini moja mbili tatu. Sasa ukishampeleka pale, si ukamwambia na mwalimu naye ni nini? Ni binadamu. Ukisiku nyingine unamsindikiza mpaka mtoto shuleni, si ndio? Unajua kinacho endelea namkushanakumka, vile ndiyo. Lakini kingine, ukisha mpeleka shuleni, unajua mtoto afika shuleni au afiki, si ndiyo jamani. Sasa kwa kuwa unapeleka shuleni kupata ushirikiano wa mzazi na we mzazi na mwalimu shuleni, kama amefika, na akitoka shuleni, kila kuna kitu amechokipata au waja kipata, tunasema mwalimu atamfundisha shuleni, lakini na wewe mzazi wanamsaidia mtoto wako kujua kimoja kimoja, hata kuhesabu moja mbili tatu na kushinda nyumba. Ni mwanamke tunama familia, baba mama na watoto. Mimi wanasema familia ni baba ni, ni mama na mtoto. Baba atafuata pale, sijui kama. Mimi ndio tafsiri yangu, nilistaki kiuka kanuni na taratibu za, za baba mama na mtoto. Lakini baba na, ba mama na mtoto wakiwa wawili wanatengeneza nini? Familia unaweza kuongeza na mtoto wa pili wa tatu Baba atakiwa na watatu wanne, wakipita pale. Lakini wewe umefanya nini? umejisimamia mama. Kwa hiyo mama, naomba mjisimamie mama, msimamie kama mama alivyosimamia familia ya Kagande. Sasa mama awai kufunga kinywaji kati ya mwenza leo kula kusema hivyo, ndio kujenga familia ikiwa bora, ikiwa mama, mtoto akiwa kwa wapi, tumboni. Sawa mama, na ukiwa na jambo hilo, mwambie mwenza, bwana mwenza, kama kuna moja, ndio sasa na mjamzito kwa kufunduka hadi kwa kwa ni kwa lugha ya upole, sio unasema kwa na twende, maana kuna hapana, mwambie unaweza kwa nini, kwa lugha nini ya upole sawa. Mbona wale wanaomba hawezi kuja hapa kliniki? Na ukija hapa kliniki, ukija na mwenza, unapata pa mbele, wewe ukala mwenza masaa yote, na ukija peke yako kama kama saa mengi hapa hii. Lakini yule jana mwenza hapa pa mbele hakai hapo, unataka kumhudumia, unaondoka na faida za kuja na mwenza na mambo na menginamamia. Kwa mfano mtu mmoja hapana, kwa mfano unakuja na mwenza na dalili za hatari, sindio? Unasikia dalili za hatari, maumivu makali ya tumbo, maumivu makali ya kichwa na kizunguzungu, au damu zinatoka. Lakini siku hizo sikukwa sahau, sindio? Lakini mwenza siaa, mbona umevimba leo miguu, anakuambia mwenzio, sindio? Lakini wao wamesema kama sio nuka ndani ndani, kwa nini vimba uso wa miguu njoo hapo, si ndio? Lakini wao wamesahau, wamekuwa kafanya akakumbuka kwamba sio vimba kwamba ikivimba hivi kwenda stand. Mimi nitakuwa na maneno machache sana, kwa sababu afisa maendeleo ameongea vitu vingi sana ambavyo pengine hata mimi ningeweza kufanya nini kuvizungumzia, na ameshawambia tunafanya kazi zinazofanana. Sawa eh? Nitasisitizia tu baadhi ya maeneo aliyozungumzia. Kwanza, kabla sijasisitiza kuna swala ambalo limezungumzwa na elimu limezungumzwa, yaani karibia na wote, swala la vile tulivyo ni kwa sababu ya mchango wa wazazi wetu na walezi wetu, vile tulivyo sisi, yani hivi unavyoniona, hivyo ulivyo wewe ni kwa sababu ya nini. Haiba ya mtu inabebwa na malezi ya tangu awali, wa alilelewa namna gani mtoto ukimtazama huko nje, unaweza ukapata picha nzima ya familia, kweli si kweli? Unaweza ukajua huyu anatoka kwenye familia ya namna gani, ile haiba yake. Sasa kama unatamani ame, amezu, kama unatamani kuona mtoto wako unayemtaka wewe, utamtengeneza wewe, una uwezo wa kumtengeneza mtoto wako vile unavyotaka wewe na matengenezo ya mtoto kuanzia tumboni. Tena tunasema kabla hujabeba mimba, kitu cha kwanza jiandae kisaikolojia, akili yako iweke sawa, tuko pamoja, iweke sawa kwamba sasa, Mwenyezi Mungu, naomba unipatie nini mimba, niko tayari kubeba nini mimba, yule mtoto kisha mbeba ufurahie tangu tumboni na yule mtoto sasa wale wajawazito wenzangu tulioko hapa nawapa tu kazoezi ambako mwanze sasa mkafanye alafu mtaona matokeo yake. Pendelea sana yani ule una wimbo unaoupenda huo, kila siku mwimbie mtoto wako. Atakapozaliwa huo wimbo ataendelea kuupenda. Yale maneno unayomtamkia mtoto wako, mtoto kuanzia miezi minne, jamani, una uwezo wa kuwasiliana naye, sawa maendelea maneno mazuri, mtamkia maneno mazuri, hata tangu anazaliwa vile. Utatengeneza mtoto unayemtaka wewe. Mimi ni mratibu wa programu jumuishi ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa halmashauri ya wilaya ya Chunya. Ni programu hii inatekelezwa na idara tatu, idara ya afya ikiwa na vitengo vitatu ambavyo ni ustawi wa jamii, lishe pamoja na mratibu wa baba, mama na mtoto, pamoja na idara ya maendeleo na elimu msingi. Na kwa siku ya leo, tukiwa tunaadhimisha siku ya familia, tumekutana na wazazi ambao ni akina mama wanaokuja kwa ajili ya huduma za kliniki kwa ajili ya kuzungumza naye suala, kuzungumza nao suala la malezi na makuzi kwa ajili ya watoto wao. Na tumeweza kuzungumza nao, afisa maendeleo ametoa elimu ya ukatili, mikopo kwa kina mama, kwa sababu umaskini pia umekuwa chanzo cha ukatili, lakini pia mtu wa lishe kazungumzia suala la makundi matano ya vyakula. E, mratibu wa mama baba na mtoto kazungumzia swala la chanjo kuwai kliniki na kliniki kuja na wenza ili waweze kujua afya zao, lakini pia afisa elimu wamezungumzia swala la malu, ushirikiano kati ya wazazi na walimu katika kumfikisha mtoto kwenye nini kwenye malengo yake ya elimu. Sambamba na hilo kama afisa ustawi nikiwa kama mratibu wa programu nimezungumzia suala la malezi ya, ili tuweze kupunguza suala la watoto wa mtaani, ni lazima baba na mama wao imara katika malezi. Lakini pia ili kuepuka vitendo vya kikatili, ni lazima tujali na kuangalia watoto wetu wanacheza na nani. Watoto wetu wana tusilaze watoto wetu na wageni. Lakini sambamba na hilo, mtoto ana malezi hayaanzi tu mtoto baada ya kuzaliwa malezi yanaanza tangu tumboni na hata kabla ya, ya kubeba mimba, ni lazima tujiandae kisaikolojia sisi wazazi wote wawili, kwa sababu tunaenda kupata mtoto tuna, tukishapata mimba lazima tufanye mambo yote ya uchangamshi ili mtoto akizaliwa tuweze kumlea na aweze kukua kwenye utimilifu wake. Ah, lengo limefikia kwa asilimia zote, kwa sababu wazazi waliokuja wamefurahia sana wamefurahia sana. Yaani unajua furaha inaanzia kwenye nyuso, uso wa mtu, kwa nyuso zao, mwitikio wao, ukiwaona tu kabisa wamefurahia, na hata kile walichokizungumza wao, kwa sababu tumepata walioweza kuzungumza, wamezungumza, wamefurahia, wameonekana kuelewa vizuri kabisa, na hata ukiona nafikiri mjadala baada ya hapa itakuwa ni suala hili tu. Tunaamini wao watakuwa mabalozi wazuri kabisa, japokuwa, kwa sababu leo hapa tulitarajia kukutana na akina baba pia, kwa sababu hapa ni huduma ya baba mama na mtoto. Tunatamani familia imara, tunatamani watoto wanaozaliwa wawe imara, kwa sababu tunatengeneza kizazi cha kesho, viongozi wa kesho. Tusipowalea ipasavyo